Mimi naitwa Ibrahim Muhammad Khamisi Ramadhani Bakonzi, ni miongoni mwa viongozi wa Umoja wa Uhadhiri wa Kiislamu Tanzania. Makusudio ya kuzungumza kwetu sio kulitapanya taifa, makusudio ya kuzungumza kwetu sio kuchochea magomvi bali makusudio ya kuzungumza kwetu ni kuonesha uhalisia wa mambo ulivyo. Hili ndiyo lengo la makusudio ya mazungumzo yetu, lakini pia kutoa fikra, nini tunahisi kikifanyika tunaweza kurudi katika hali salama. Hayo ndiyo makusudio ya kuzungumza kwetu. Mengi wenzangu wamezungumza, lakini katika mijadala mingi iliyokuwa ikiendelea kabla hata ya kufikia tarehe ya uchaguzi, ilikuwa ni viongozi wa dini hususani dini mbili kuonesha kwamba jamii yao wanaigawa kwa utaratibu upi. Kwa mfano, kuna viongozi wa dini wengine walikuwa wakijielekeza kuamia, Mungu atujalie tuwe na amani katika taifa letu wakawa wanatokea wengine wao wanasema, hapana, haiwezekani amani bila haki. Sasa kuna swala moja la kuelewa. Mimi naamini kama haiwezekani amani bila haki, basi na hakika, mpaka hivi ninavyozungumza, toka miaka mingi ya nyuma, Tanzania kusingekuwa na hiyo inayoitwa kwamba ni kisiwa cha amani isingekuwepo. Kwa nini nasema isingekuwepo? Maana yake haki kwenye jamii ya Tanzania, kuna jamii imepewa haki zaidi na kuna jamii imenyimwa haki zaidi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kama haki ndio ingekuwa msingi wa amani, basi Tanzania isingeitwa kisiwa cha amani, isingeitwa. Kwa nini nasema hivi? Katika nchi yetu ya Tanzania Kabla sijaja kwenye kuhitimisha, nini tunashauri katika nchi yetu ya Tanzania, kuna mkataba au memorandum of understanding MOU, ambayo hii imeandaliwa kati ya kanisa, maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti bajeti ya, fea, ya, ya elimu na bajeti ya afya kila mwaka. Kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa, wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii maana yake nini? Hii na maana kwamba kodi yangu mimi muislamu inayochukuliwa, ya wafanyabiashara wa kiislamu inayochukuliwa, fedha ile, kuna kundi moja limejitenga kuisubiri na kuichukua. Na hoja inayotumika ni nini? Inatumika hoja kwamba kanisa Katoliki linatoa huduma ya afya, kanisa Katoliki linatoa huduma ya elimu, kwa sababu hiyo lina haki ya kupata fedha kutoka serikalini. Sasa twende kwenye hali ya kawaida, shule gani ya Kanisa Katoliki ambayo ukienda wewe kumpeleka mtoto wako unalipa ada sawa na serikali? Shule gani, nitajieni shule moja tu. Shule zote za makanisa Katoliki ada yao haina tofauti na shule za private kwa nini pesa ya Watanzania wote wapewe watu ambao ni kakikundi ka wajanja fulani kamekaa kanachukua hiyo pesa, alafu anakuambia haki? Kama ni haki, inatakiwa izungumzwe kwa mapana. Hauwezi kuzungumzia haki kwenye jambo unalolipenda wewe tu. Kama ni haki, ianze kwenye maeneo hayo. Haumwezi kuwa, nyie ni kundi mnadhulumu wengine, mnajinufaisha nyie, alafu mnazungumzia haki. Haki ya namna gani? hiyo ni haki, imejengwa kwenye misingi ipi? Sio kwamba haya mambo tunayapenda. Niseme ukweli, yanatukwaza sisi. Waislamu tunaumia. Kama ni elimu, kwani Waislamu hawana wa shule? Wanashule ngapi wamejenga? Mbona hawapewi hela? Wanapewa wa Katoliki, kodi ya Watanzania wote, alafu leo wanataka kujifanya eti wao ni watu wa haki. Wao ni wezi tu, sio watu wa haki. Ni dhulma wanaifanya, kama ni watu wa haki wasimame sasa waseme, toka mkataba ule umeingiwa mwaka elfu moja mia tisa, kama sikosei, ni tisini na si ni tisini na sita, kama sikosei, au tisini na mbili, kitu kama hicho. Toka umeingia mkataba ule, manake waziri alikuwa Luhasa wakati huo, toka wameingia mpaka leo, wawaambie Watanzania wamechukua fedha za walipa kodi wote kiasi gani. Waseme ukweli tujue, je ni watu haki vijana wanakosa mikopo wanaenda wanafika pahala, wanasoma katika mazingira magumu, lakini kuna wajanja fulani ambao Tanzania nzima wako kama milioni moja, lakini wenyewe hao watu zaidi ya taifa lenye watu zaidi ya milioni sitini na ushe, lakini hao watu milioni moja hawa na kidogo tu, wanachotewa fungu la fedha za walipakodi wote, wanapewa wao, lakini serikali imetulia na inaendelea haya mambo. Tunataka serikali wajue yanatuuma sana. Ukisoma katika memorandum of understanding kuna kipengele kimewekwa cha kipuzi na kijinga, eti serikali isijenge hospitali za rufaa maeneo ambayo kanisa lina hospitali. Yaani manake wanatengeneza mpaka biashara kwamba kama serikali ina uwezo wa kujenga hospitali ikatoa huduma kwa watu wake wenyewe, kwenye mkataba wanaitaka serikali isijenge hospitali, na ikijenga wanaioji mbona mnavunja mkataba, mnajenga hospitali? Sema si tuna hospitali a. Ni watu wema hawa, wana wema gani hawa? Someni historia, kila kwenye migogoro Afrika kanisa Katoliki wahusika namba moja. Nenda kaangalie vurugu ya Kongo, vita iliopigana wa siku tatu wakati wa Pierre Bemba. Nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie maandamano ya juzi Kongo, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie mauaji ya Afrika ya Kati, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie Rwanda, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Njoo uangalie sasa, nani chokochoko choko? Kanisa Katoliki. Tunaposema moja ya tatizo katika taifa letu udini, tusiache kusema ukweli. Udini Tanzania uko, tunaweza tukadanganyana tu pembeni kwamba unajua hakuna udini, tunazungumzia haki, sio mambo ya udini. Sio kweli, uongo. Udini uko, tena kwa kiwango kikubwa. Takupa ni mfano, Kenya Wakristo ni wengi kuliko Waislamu Kenya lakini turudi Tanzania. Sensa ya kwanza ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba waislamu walionekana kwenye sensa hiyo wako zaidi ya asilimia sitini. Mwalimu Nyerere, baada ya sensa hiyo, akaondoa swali la dini, kwamba msiulizane kwamba dini gani, kwa maana dini haitusaidii kitu. Akaondoa lile swali, kukaa hakuna swali la dini mpaka leo. Tafsiri kama tunachukua sensa ya kwanza iliyokuwa na swali la dini inaonesha waislamu walikuwa wengi kwa zaidi ya asilimia sitini enzi hizo. Tatujiulize katika maswali ya kawaida kama South Africa waislamu ni wachache, Uganda waislamu ni wachache, Kenya waislamu ni wachache. Kote hizi nchi nimezitaja kuna mahakama ya kadhi. Njoo Tanzania, kwa nini serikali ilipotaka kuwapa mahakama ya kadhi mwaka 2005 kwenye walipoweka kwenye ilani yao ya uchaguzi kwamba watawapa waislamu mahakama ya kadhi, yakamtuma wakamtuma Bernard Membe alipokuwa waziri wa mambo ya nje aende akafanye tafiti, aangalie, je, mahakama ya kadhi ina madhara gani? Membe akaja bungeni akasema, mahakama ya kadhi haina madhara yoyote. Kardinali Pengo akasema, na mimi naunga mkono, haina madhara yoyote ndipo alipotokea Gojima akamtukana Pemo, Pengo amekula maharajia, mbea, amechanganyikiwa amekuwa mwehu, akamtukana matusi Pengo na teki ikaunga mkono kukataliwa mahakama ya kadhi, na serikali ikawasikiliza. Tumenyimwa mahakama ya kadhi, jambo la Waislam. Mnapozungumzia haki ni haki ya namna gani? Kwani Waislam hawana haki ya kufaidi matunda ya taifa lao ambalo wamelipigania, wametafuta uhuru wa taifa hili hawana haki? Wana wene hakiyo ni Wakatoliki? Kwa nini mnafanya na, na, mambo ambayo tunataka tuseme, wallahi wabillahi watallahi hatitanii. Kuanzia kesho, tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote elfu tatu mia tano kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana nao na wanaoitwa wataandamana, mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii wallahi, tunakuapieni. Kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa chezewa. Najua wengine mtakata, shauri yenu, lakini huu ndo uhalisia na wala hatupepesi macho machu, tunawaeleza ili wajue, na ni bora mwache, kwa sababu bora wajue. Narudia tena, kama mnataka kwenda kwanza, mi sina hela Mina hela? Mimi sina hela sina magari sina nini nyie huko Makatoliki ma ndio mna mashule, mmejenga nchi nzima mmeeneza nyie vyuo vikuu sasa mwageni mboga afu muone, mwone, nataka niwaambie ukweli Kanisa Katoliki na wala semi uongo, najua Kanisa Katoliki ndo limemwondoa mboe, kwani hatujui? Mpango si umepangwa hapa Msimazi Center? Sio umekaa hapa wakamwondoa mboe. Kwa mikakati na mipango kwa sababu yeye ni KKT nah. Wakatengeneza mkakati wakamwingiza misu kwa mipango yao na mikakati yao, nani ajui? Ya tunajua. Alafu Kanisa Katoliki wana swali moja ambalo mpaka leo hawajajibu. Wa Doka Sila alipokuwa katibu wa Teki alitueleza kwamba, angalieni klipu mtaziona, alisema yeye aliziwia silaha zilizokuwa zinataka kuingizwa katika kani kupitia kanisa Katoliki. Swali mpaka leo Wakatoliki hawajajibu: hizo silaha alizoziwia Dokta silaha alipokuwa akiwa katibu wa Teki zilikuwa zinapitishwa na nani? Na ndani ya kanisa huyo mtu alikuwa anataka kupitisha, alikuwa anashirikiana na nani? Na hizo silaha zilikuwa zinakwenda wapi? Waje wajibu hilo swali kama wao ni watu wa haki.